Mukae tayari kabisa, mwakilishi yenu jina la kibarana Gagala Duba Gufu. Karibuni wabunge baa. Leo nataka nisungumuse sungumuse kwa wale waliowakilisha raifu yetu tukufu. Sikisa ni sungumusie, watu yangu, ile barabara ulitoa kutoka bali fulani mpaka Nyeri ulisungusha je Watu yangu, namwambia mimi hivi sahamia <laughs> <So, laughs> rais yetu na upigania hivyo, ndio walisema si, si watu yetu hapa. Kwa hivyo kama tumepigania wewe, asante kwa kubaa kitambulisho mia kwa mia. Baada ya hapo ile barabara ulipea raia wote wa Kenya, ile sehemu zote ya Kenya, ile demu ulifungua sehemu yote ya Kenya <laughs> damu, ile damu <laughs> kama ile inaitwa Badasa hizo damu yote na soko ya Marsabit, sikisa rais yetu, na unipiganie rais yetu, arabu Ruto, angalia mimi, ndio huyu nimepigwa mara tisa sababu ya wewe, uniangalie. Kwa hivyo rais yetu, leo nimetuma na raia ya Marsabit na Isiolo, na walinibongeza na wakanipenda, wakati raia iwana nikemea kidogo, mimi natetea Rais Ruto. Jamii yangu walinionga mkono mia kwa mia mpaka baka Garissa baka Garissa baka baka. Wasomali tote walinionga onga. Atawai onga mimi mkono ka, kwa hivyo tuta mara mia, tuendelee. Spika yetu ya leo, bana Oscar Sudi, watu ya nguvu sana, ndio na uraiaga watu wakakamabu, usione ni kidogo, huyu ndio Oscar Raisi yetu sikiza tai, mimi naitwa Mzee Abdullahi Gufu, namba ya kitambulisho nitakupa. Naishi hapa majengo, nilipigwa mara tisa na hii mkupa yangu. Wapi kibirenge? Leteni bana kibirenge hapo. Poleni sana. <laughs> Kwa hivyo tu tamu wameniharakisha kidogo